Tunajibu maswali yanayoulizwa mara kwa mara na kukupa mwongozo wa safari yako ya kipekee ya kutembelea Ngorongoro. Swali la kwanza, gharama ya kuingia ni kiasi gani? Kwa Mtanzania, ada ya kuingia ndani ya hifadhi ya Ngorongoro ni shilingi 11800 kwa mtu mzima na shilingi 2360 kwa mtoto mwenye umri wa miaka 6 hadi 16. Tozo hii ni halali kwa masaa 24, ikiwa utalala ndani ya hifadhi

Swali la pili, usafiri wa kuingia ndani ya kreta ukoje? Unaweza kukodi gari aina ya Land Cruiser au Land Rover kutoka kwa watu wa huduma binafsi. Magari haya hubeba watu saba na gharama zake ni kati ya shilingi laki tatu na themanini hadi laki nne kutegemeana na msimu. Kama una gari lako lenye uwezo wa kuingia ndani ya hifadhi na kushuka ndani ya kreta, yani four wheel drive, unaweza kulitumia kwa kulipia kiingilio cha gari kulingana na uzito wake, kati ya shilingi elfu arobaini na moja na mia tatu na na hadi elfu. Pia utalipia Creta Service Fee kwa shilingi elfu kumi na moja na mia nane kwa gari. Urithi zima wa dunia. Swali la tatu, nitalala wapi? Kwa wazawa tunashauri kulala Karatu. Mara nyingi ndani ya hifadhi kuna kuwa kumejaa, na gharama za malazi huwa juu. Karatu ni mji wa karibu unaotoa chaguzi nyingi za malazi kwa bei nafuu. Guest house za kawaida zinaanzia shilingi elfu 15 hadi elfu 30, huku hoteli za kati hadi za kifahari zikianzia shilingi elfu 40 hadi dola 2000 kwa usiku mmoja. Swali la nne, nitapata wapi chakula? Karatu ina kila aina ya chakula cha kawaida na cha Mtanzania, lakini unapokwenda Kreta ni vyema uwe na maji yako na lunchbox. Lunchbox inaweza kuandaliwa jioni kabla ya safari na dereva wako atakuelekeza sehemu sahihi ya kuipata. Je, kuna huduma zozote zinazotolewa kwa makundi? Ndiyo, Hifadhi ya Ngorongoro inatoa huduma maalum kwa makundi ya wanafunzi kutoka vyuo, shule, mashirika na taasisi mbalimbali mbali. Kuna basi maalum lenye uwezo wa kubeba abiria 44 linalotumika kwa safari za elimu ndani ya hifadhi. Ili kupata huduma hii, ni muhimu kufanya booking mapema. Baada ya kuthibitisha upatikanaji wa basi, kila mshiriki atatakiwa kulipia ada ya kiingilio cha shilingi 11800 kwa Mtu mzima. Mara baada ya kuidhinishwa kutumia basi hilo mtalazimika kuwekewa mafuta ya dizeli lita mia moja ambayo hulipiwa Karatu kulingana na bei husika <tik>